ni Bugoma TV. Habari. Habari, kwa jina naitwa Jacob Sule, ni meneja wa mkoa wa mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF mkoa wa Katavi. Mfumo huu wa hifadhi skimu, uh, unaweza ukamsaidia mwanachama huyu aweze kufaidika mafao mbalimbali ikiwemo akapata aka, aka, sifa ya kuwa na fao la uzeeni kama wale ambao wamejichangia kwenye mfumo rasmi, kwa maana walioajiriwa, akapata fao la uzeeni, lakini akapata fao la warithi, lakini akapata fao e, la kuumia la, la, la, la kazini. Lakini mfumo huu wa hifadhi ya jamii unaweza kumsaidia mwanachama huyu akapata fao la afya, akapata mikopo midogo midogo. Lakini mfumo huu wa hifadhi skimu, mwanachama akiweza kuchangia kwa kipindi ambacho kisiopungua miaka mitatu, kwa mwanachama wa jinsia kike, anaweza kafaidi apata fao la uzazi. Sasa kwenye huu mfumo wa hifadhi skimu tunasema eh, kidigitali tunaweza mfumo huu, mwanachama anajiandikishaje? Mwanachama anajaza fomu zetu, akishajaza fomu zetu anazileta ofisini kwetu, alafu tunamtengenezea kitambulisho, alafu baada ya kitambulisho, control ya kitambulisho tunamtolea namba ambayo inakuwa ni namba yake ya malipo na anaweza kalipia mchango lakini tofauti na hapo pia, mfumo huu si tunasema kidigitali, tunaweza mwanachama popote alipo, akiwa mavijijini, akiwa mawilayani, akiwa nje ya mkoa, akiwa sehemu ambapo ofisi ya kwetu haipo, anaweza akajisajili kwenye kwenye kwenye mifumo kwa kutumia simu yake ya mkononi. Anachotakiwa kufanya, anatakiwa awe na namba ya NIDA anapakua mfumo wetu akishaingiza namba yake ya NIDA inatoa taarifa zake. Baada ya hapo, anajisajili anapata namba yake ya wanachama kwa kupitia mfumo huu wa hifadhi wa, eh, skimu. Malengo ya huu mfumo ni kuhakikisha mwanachama anaweza kafaidi mafao ya pensheni kama mfanyakazi mwingine yoyote ambaye ameweza kuajiriwa kwenye sekta rasmi, kwa kuwa sekta hii isiyo rasmi, eh, kipato chake hakina uhakika au kipato chake sio cha moja kwa moja, kina tofauti kati ya siku na siku, kutokana na misimu ya biashara, kutokana na misimu ya kilimo, kutokana na misimu ya wateja. Kwa hiyo tunaamini kwenye kwenye mfumo huu wa hifadhi ya jamii wa hifadhi skimu, wanachama hawa waliojiajiri, itawajengea wigo wa kuweza kujiwekea hifadhi yao, lakini itawajengea wigo wa kuwapa sifa na wao siku moja waweze ufaidi mafao yanayotolewa na mifuko ya hifadhi ya jamii, ikiwemo hilo fao la uzeeni, ikiwemo fao la ugonjwa la matibabu, ikiwemo fao hili ambalo tunalizungumzia la mikopo, ikiwemo fao la uzazi kwa wanachama ambao wako jinsi ya kike. Lakini mbali na hapo, pia mfumo huu wa hifadhi skimu utaweza kuwawezesha hawa wanachama ambao wamejiajiri wenyewe kwenye biashara zao, kwenye shughuli zao za kutafutia riski kujitafutia kipato katika kukuza uchumi wetu, itatusaidia pia kwa maana ya kwamba kuweza kupata riba pale ambapo akiweka akiba yake, siku akitaka kuchukua akiba ambayo umeiweka kwetu NSSF, anaipata akiba hii kwa riba. Pamoja na hayo, tumekuwa kwenye uzinduzi wa wiki ya, ya huduma kwa wateja. Hii wiki ya huduma kwa wateja inaadhimishwa kila mwaka duniani kote. Kauli mbiu ya dunia nzima mwaka huu inasema Mission Impossible, lakini sisi kama NSSF tunasema kidigitali tunaweza. Tunatoa ari kwa vikundi hivi na wananchi hawa wa kada za, za, za, za kipato cha chini wa kada za, za sekta isiyo rasmi, ambao wao wanajitafutia kipato wenyewe hawapo kwenye ajira rasmi. Tunatoa ari kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye wilaya zetu, mkoa wa Katavi na nchi nzima, waanze sasa kujiunga kwenye huu mfumo wa hifadhi skimu wa unaotolewa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF ili waweze kujikwamua kiuchumi ili waweze kufaidi mafao yatolewao na mfuko wa pensheni wa hifadhi ya jamii NSSF kama ambavyo wanafaidi wafanyakazi walioko kwenye ajira rasmi, ambayo kunakuwa na mwajiri na mwajiriwa, lakini kwa kuwa hawa mwajiri ndio yeye, mwajiriwa ndio yeye, kwa kupitia fursa hii ya hifadhi skimu, sasa na yeye atakuja kunufaika atakuja kuyajenga kuya maisha yake ya sasa na ya baadaye. Kwa majina naitwa Tutson Juma Makoholo, ni mjasiriamali ne... mdogo mdogo mwenyeji wa hapa Katavi Mpanda, nimeamua kujiunga na hifadhi skimu kwa ajili ya maisha ya kesho na baadaye, kwa sababu tukiangalia siku za nyuma, tulikuwa tuna mfumo na wa namna hii wa mtu wa kawaida kujiwekea. So, wajasiriamali, at least tumefikiwa na sisi mnamoja kwa namna moja au nyingine, sababu saa hizi mama ntilie anaweza kujiwekea, baba ntilie anaweza kujiwekea, kufanya biashara ndogo ndogo anaweza kujiwekea, na manufaa makubwa ambayo tunaweza kuyapata sisi wajasiriamali wadogo wadogo, ukichangia kuanzia 32 na kuendelea unatibia wewe, mkeo, watoto. Kwa hiyo kidogo inaweza kusaidia kitu kimoja au nyingine kwa namna moja mwingine, nashukuru sana NSSF kwa kuja na idea nzuri na rafiki. Kwa jina anaitwa Nima Umana Makaranga, ni mfanyabiashara. NSSF inanisaidia kwa vitu vingi, aijienda kwenye uo mfuko kwa ajili ya manufaa kama yafuatavyo. Kwanza kuna mimi kuna memi namsaidia ko ni matibabu, ukitaka mafamilia yako ituliwe, nalipia elfu hamsini na mbili mia mbili inanisaidia sana kwenye mambo kama haya. Alafu pili, inanisaidia najiwekeza fedha zangu huku kwa ajili ya manufaa yangu ya kesho. mimi kama natarajia y kuwa mama, nitapata fao la uzazi NSSF yetu itanisaidia. Alafu pia kitu kingine, nawekeza fedha zangu kwa ajili ya yeah. kuendeshea biashara zangu, NSSF yetu pia itakuja kunisaidia baadaye. mimi kama kijana lazima nguvu itaisha nitazeeka. NSSF itasimama na mimi, itakuwa inanilipa fedha ikienda hapo nimestaafu. Hata kama sitakuwa nafanya kazi zingine, NSSF itanisaidia. Hii ni Bugoma TV habari.